Nichukue nafasi hii adhimu kabisa ya kukukaribisha wewe msikilizaji wa Wanangu Podcast. Mimi jina langu ni Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as The Rap Addict. Mimi ndo host wa podcast hii inayofahamika kama Wanangu Podcast, na nachukua muda huu kukaribisha wewe ambaye unasikiliza Wanangu Podcast kwa mara ya kwanza, nikwambia kwamba shout out nyingi sana zikuendee kwako kwa sababu umeamua kutenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza Wanangu Podcast, na hicho ni kitu ambacho tunakiheshimu sana pande hizi. Lakini wewe ambaye pia ni listener wa kila siku, nikimaanisha everyday listener, pia shout out to you kwa sababu wewe ndio umekuwa supporter wa tangu movement hii ya Wanangu Podcast ilipoanzishwa mpaka sasa hivi tumefikia episodi ya hamsini na tatu. Kwa hiyo karibuni sana na uh, tuweze kuungana pamoja katika episode yetu hii mpya ya Wanangu Podcast. Sasa kwa kawaida, huwa unapata episodi mpya ya Wanangu Podcast siku ya Jumatatu asubuhi kabisa, saa kumi na mbili paka saa moja, lazima episodi inakuwa imetoka. Sasa lengo la kuweza kuweka muda huo kwanza ni kwa sababu Wanangu Podcast ina, ina, ina jikita katika entertainment. Na lengo la kukupa elimu ambayo imechanganyikana na burudani kidogo. Kwa hiyo unapokuwa unasikiliza, unaweza kuwa unaburudika, lakini at the same time lazima uondoke na kitu. Kwa hiyo ninapokuwa naandaa episode, kitu ambacho huwa nakifikiria ni kwamba huyu mtu ambaye anasikiliza leo anaondoka na kitu gani hapa. Kwa hiyo lazima kuwa kuna somo fulani hivi. Uh, bila kukuchosha, ninachotaka kumaanisha ni kwamba siku ya leo nataka nije na kitu fulani ambacho ni very simple lakini kina mafunzo mengi sana ndani yake, na ni story ambayo imekuwa ikizungumzwa mara nyingi sana uh, na watu mbalimbali wakiwemo watumishi um, wote watumishi wa umma, lakini watumishi pia kwenye upande wa dini wamekuwa wakitumia mfano huu kuweza kuhamasisha watu, kuwapa watu motivation ya kuendelea kufanya kazi, kwa sababu kiukweli kwenye hii dunia ambayo tunaishi kazi ni kitu muhimu sana, na ukikikosa wakati mwingine uh, unakosa direction kwa sababu unashindwa kujitambua. Sasa unashika nafasi gani, unaona katika katika jamii, lakini vile vile hata katika familia. Sasa kuna, kuna, kuna stori ya mianzi mianzi na, na, na, na imani. Wote tunafahamu mianzi, China ni moja ya nchi ambayo ina species nyingi sana za mianzi, aina nyingi sana za mianzi. Wanasema asilimia arobaini ya aina ya, ya mianzi inayopatikana duniani basi asilimia arobaini iko China na wachina wamekuwa wakitumia mianzi hiyo miaka nenda rudi kufanya shughuli zao mbalimbali mbali kama za ujenzi aa, kutengeneza madawa, kutengeneza chakula, lakini vilevile wametumia vile, kwenye kutengeneza nguo na vitu vinginevyo vingi, vingi, vingi. Kwa hiyo katika maisha ya mchina kwa kawaida mwanzi ni muhimu sana. Na umekuwa muhimu kwa miaka mingi sana na moja ya fun facts kuhusiana na species tofauti tofauti za mianzi ni kwamba baadhi ya species ukizipanda mbegu yake ile inachukua muda kidogo mpaka kuja kuchomoza kwenye ardhi, lakini soon as ikishachomoza pale kwenye ardhi, huwa zinakuwa kwa huwa inakuwa kwa kasi sana. Yani unakuta inaweza ndani ya masaa 24 ikakua mpaka kwa mita moja, ndani ya masaa 24, yani ure, urefu wa mita moja. Kwa hiyo kuna, kuna hiyo scientific fact ambayo Uh, iko very interesting. Lakini stori ambayo nilikwambia ambayo nataka kusimulia ambayo nakuambia huwa inatumika na viongozi wengi wakiwemo viongozi wa dini kuelezea swala zima la uvumilivu na swala zima la kuweza um, kuwa na malengo ya kufanya kitu fulani na kumake sure kwamba unafanyia kazi malengo yako, inaenda kama hivi. Kuna mkulima ambaye ni Mchina, sindio? Yuko zake China huko ambaye aliamua kupanda mianzi akapanda hiyo mianzi kama ambavyo nimekudokeza kwamba mianzi ilikuwa ni, ni kitu muhimu sana China na bado ni muhimu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo alipanda akitegemea kwamba atapata chochote kitu ili aweze kuprovide kwa familia yake. Lakini kwa bahati mbaya mianzi aliyoipanda akawa kila siku anaimwagilia, na amka na asubuhi anaenda na imwagilia lakini haichomozi. Wiki zinapita, miezi inapita, hatimaye mwaka ukapita. Lakini hakuna kinachotokea, hakuna kinachochomoza. Kwa hiyo alikuwa na hiyo knowledge kwamba mianzi kuna baadhi ya species za mianzi huwa zinachukua muda mrefu kuchomoza. Kwa hiyo akawa anaendelea tu kumwagilia na kumwagilia na kumwagilia. So ikafika stage mpaka majirani zake wakawa wanambia sasa, ah, hii inakuaje? Yaani mwaka wa kwanza, mwaka wa pili unaisha bado unamwagilia tu hauoni chochote. Unafanya nini hapo mzee? Si uachane nayo. Ona, kwa hiyo yeye hakuacha. Japokuwa alikuwa na sita wakati mwingine anahisi anataka kuacha, lakini roho inamwambia wewe endelea tu. Kwa hiyo alimwagilia kwa miaka mitano, alimwagilia kwa miaka mitano na huo mwaka wa tano ndo ile mianzi ikaanza kujitokeza, lakini ilivyojitokeza tu stori ni kwamba ika ikakuwa mpaka futi tisini ndani ya wiki sita. Umeona? Kwa hiyo ni stori ambayo of course imekuwa exaggerated, lakini mafunzo yake ni kwamba katika chochote kile ambacho unakifanya wakati mwingine, si busara sana kutaka matokeo ya haraka, kwa sababu pale ambapo unakuwa una msimamo kwamba kitu ambacho unataka kukifanya ni hiki, ukategemea kwamba utapata matokeo kwenye hicho kitu ambacho unakifanya ya haraka, wakati mwingine unaweza siyo jambo la busara sana, wewe kwa wewe kufikiria kwa namna hiyo. Kwa hiyo huwa inatumika kama mfano ambao unaweza ukakusaidia wewe kuwa mvumilivu kwenye kile kitu ambacho umesema unataka kufanya, kwenye hilo lengo ambalo wewe umesema unataka kulifanya. As long as umeamua kwamba unataka kupanda hiyo mianzi, basi inatakiwa ufanye kazi ambayo itasababisha wewe uweze kuja kuvuna hiyo mianzi, regardless kwamba itachukua muda gani, wewe kumwagilia kila siku, regardless kwamba itachukua resources nyingine zipi kama maji kama nguvu zako ambazo unazitumia wewe kuweza ku, kufanya hiyo kazi ya umwagiliaji. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba sisi kama binadamu tunakuwa tuna mawazo tofauti tofauti, na haya mawazo ndo kama mbegu ambazo tunazipanda, lakini mbegu hizo ili ziweze kuchipua huwa inachukua muda mrefu sana ya na katika muda huo unatakiwa unafanya umwagiliaji wa hilo wazo ambalo uko nalo ili kuweza kulitafutia uhai kwa sababu kwenye stori yetu ni kwamba yule jamaa angeacha kumwagilia mbegu let's say labda mwaka wa tatu, akasema bana, mimi nimechoka, sitaki tena hii project, basi ile mianzi pengine isiki kuja kuchomoza tena. Lakini kwenye stori yetu tunaambiwa kwamba jamaa alimwagilia kwa miaka mitano straight. Sasa huo ndio uvumilivu ambao unatakiwa unapokuwa una idea au unapokuwa una lengo la kufanya kitu fulani, kwa sababu sio vitu vyote vi utapata matokeo yake au matunda yake mapema kama ambavyo wengi wao tunafikiri. Kwa hiyo lazima ufanye kazi ambayo itakufanikisha wewe uweze kufikia kwenye yale malengo. Hiyo ndio message kubwa amba ambayo unaweza kutoka nayo, kwamba chochote kile ambacho nataka kukifanya ni lazima nikifanyie kazi, na katika kukifanyia kazi hicho kitu, nisitegemee tu kwamba matokeo yatatokea kwa haraka kama moyo wangu unavyotaka au kama akili yangu inavyotamani. Kwa hiyo tujitafute bidi tujifundishe u -u -u sacrifice, ili tuweze kupata kile kitu ambacho tunataka kupata, na nafikiri mfano huu unaweza ukaapply kwenye kila engo hata kwenye lengo hata kwenye engo ya kiimani tu. Siku hizi kuna hii shida ya kwamba tumekuwa sana oriented na matokeo, kwamba tunataka kisali leo, basi kesho Mungu akujibu na au siku hiyo hiyo, yani umesali asubuhi basi muujiza utokee jioni uweze kuona matokeo. Lakini hata ukisoma vitabu vya dini hatuambiwi hivyo. Ni kwamba kuna vitu vingine unatakiwa uombe na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na, na, na, na Mungu yeye atafanya kwa muda wake ambao yeye anaona ni sahihi. Lakini vile vile vile, hata kwenye kwenye vitu vya kawaida tu ambavyo tunavifanya kila siku, ukiangalia vile vitu ambavyo vinatoa vinatoaga matokeo ya haraka sana, wakati mwingine hata sio sio salama sana au sio vizuri sana ukilinganisha na vile vitu ambavyo vitakutaka wewe uvifanyie kazi and then, baada ya kufanyia kazi kwa muda fulani, basi matokeo yakija yanakuwa ni matokeo mazuri zaidi, au yatakuwa kama matokeo ambayo utayafurahia zaidi, kwa sababu unajua umefanyia kazi hicho kitu. Wengine wanaita um, delayed gratification, kwamba the more unapokuwa unachelewesha yale matokeo, awe matokeo yanavyokuwa yanachelewa basi utakavyokuja kuyapata yatakuwa yana nguvu zaidi na yatakufurahisha wewe zaidi, kwa sababu pia unajua nguvu ambayo uliitumia kwenye kutafuta hicho kitu hiyo. So, ni busara ndogo ambayo na, naona kadri miaka inavyozidi kwenda mbele inazidi kupotea kwenye generations sasa hivi, kwa sababu kila kitu kimekuwa Yani, i don't know, si kwa sababu ya jinsi ambavyo maisha yanaenda kwa kasi sana, internet 5G, uh, magari yenyewe mwendo kasi, yani kila kitu ni fast fast fast fast fast. Kwa hiyo ni kama tunaishi kwenye microwave generation, kwamba kila kitu kiwe tayari within 5 minutes, kitu ambacho hakiwezi kuwa kweli kwa kila mtu. Kweli, kuna watu ambao wanaweza kufanikiwa kufanikisha hilo, lakini haiwezi kuwa ni uhalisia au huwezi kuwa ni ukweli wa kila mtu, kwa hiyo Patience ni kitu muhimu sana. Uvumilivu ni kitu muhimu sana kwenye chochote kile ambacho unakifanya, iwe ni safari ya kiimani iwe ni safari ya kutafuta kitu ambacho ni cha kidunia. Hivyo vitu vyote vinahitaji hiyo patience, vinahitaji hiyo consistency ya wewe kuweza kuvimwagilia kila siku, inahitaji hiyo patience ya wewe kuendelea kufanya ile kazi ambayo ulisema unaifanya hata kama matokeo hayaonekani kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nataka tukumbushana, na hii story ya the Chinese bamboo tree imetumika mara nyingi kuwakumbusha watu kwamba wakati mwingine kitu ambacho unakitaka kipo, lakini inabidi ukifanyie kazi ili uweze kukiona. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo, tunakuwa tumefikia mwisho wa episodi yetu ya 53 ya Wanangu Podcast. Mi ni host wako good luck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the rap addict. Till next time, peace